Karibu sana mstaiki gavana ungie. Mstaiki gavana mkono, ishara ya upendo. Tunaanzisha rasmi zoezi la kupeana mbegu kaunti nzima, kila ward itaweza kupata mbegu hizi. Kuna zile mbegu ambazo zimeangaliwa kulingana na sehemu yake, kwa hivyo tunapeana mbegu tani 45. Aa kuna mbegu za mahindi, kuna mbegu za kunde na kuna mbegu za pojo. Vile vile kuna mbegu za mpunga kwa wale wakulima wa mpunga ambao ni watu wa Pongwe, Kikoneni, Ramisi na Vanga. Wao watapatiwa pia mbegu ya ya mpunga. Kuna kule kwengine ambako pojo na kunde zinafanya vizuri, nako pia watapatiwa kunde na na pojo Zile wodi nyingine zote, naomba mbegu zisilazwe, mbegu zigawanywe, kwa sababu pia kuna admins wengine uchukua hili zoezi wakachukua muda wao wanaotaka. Tunaomba mbegu zote, kila wodi, kila watu wagawanye mbegu zao kwa haraka iwezekanavyo. Yani hiyo exercise ni iendelee, yani ianze tayari na imalizike. Kusema ukweli, wakulima wenzangu, nadhani hii nafaka imekuwa nzuri sana kwetu, ya manufaa Tukipata mbegu hizi, tukienda tukipanda, njaa tunapoteza ama tupotezi. Kwa hivyo tunashukuru sana mama yetu, tunasema ni asante kwa mbegu hii. Mbegu hii itatusaidia, tutavuna vizuri na tutapoteza njaa katika majumba yetu. Zoezi hili la leo ni dhihirisho tosha kwamba kaunti yetu ya Kwale inatilia mkazo kilimo, na hii ni baadhi tu ya zile harakati ambazo mstahiki gavana wa Kwale anaweka ili tuweze kuimarisha kilimo katika kaunti yetu ya Kwale. Mazao ya kilimo hasa mahindi na hizi nafaka zingine, inategemea ule wakati ambao utaweza kupanda. Ukipanda mapema, basi kuna uwezekano kwamba utavuna eh, mazao mazuri. Kwa hivyo, eh, maofisa wetu wa kilimo wako kule nyanjani wataweza kuwatembelea mara kwa mara kuwaelimisha kuhusu mbinu bora za kilimo, na tunaimani kwamba Mungu akitujalia tutaweza kuwa na mavuno bora.